Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hadi sasa hali ziko vizuri za vijana, na kama ulivyosema, tunatamatisha ligi yetu kesho kwa upande wa timu ambazo tumetangulia, so lani ligi kesho, lani tunafikia tamati. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumejipanga vizuri, maandalizi yameenda vizuri, tuko tayari kwa mchezo. Tunajua tunakutana na timu ya aina gani, ya timu nzuri. KMC iko juu yetu. So kikubwa ni kwamba kesho tunaingia na sisi kutafuta alama tatu tukishe kwamba sisi tuko kwa juu yao. Hicho ni kikubwa. Alafu je, katika msimamo wa kuweka katika wa kwenye msimamo mzuri wa msimamo wa ligi. Kama unafahamu kwamba alipata kwa kwa kwa kwa position nzuri, sasa tuko kwenye position nzuri, atuko kwenye sehemu atu ya jangara kushuka daraja. Kwa hiyo kwanza, tempo ilikuwa iko juu. Nadhani hata ulio na game yenyewe ilipokuwa ilikuwa kila wakati inabadilika kila wakati kutokana na tempo za wachezaji kutokana na kwamba Ilikuwa lazima tupate result ambayo tushinde mechi, hakuna kingine na mzozo mzuri zaidi. Kesho sisi tuko vizuri kwa ujumla, maandalizi yetu yametimia kuelekea mchezo wetu wa kesho. Tunapoamka majari wa inshallah, tutafanya yale ambayo mwalimu ametuelekeza. Mchezo wa kesho una umuhimu kwa nafasi yake, kwa sababu tunacheza na timu ambayo kidogo tunakaribiana kwa point. Kwa hiyo tunapopata matokeo, tunakuwa kwenye hali nzuri zaidi ya kusalia kwenye ligi kuu Tanzania Bara msimu ujao na malengo yetu na malengo mwali ya mwalimu kesho, tunapambania pointi tatu zibaki Mwanza, ili malengo yetu yaweze kutimia, tuweze kuongeza pasi nzuri wanaotueleza kwenye upande wa maandalizi yetu. Sisi tuko vizuri uh, tunamshukuru Mungu tumefika salama kabisa kutoka Kigoma. Tulikuwa na mechi ngumu pale, lakini tunamshukuru Mungu tumepata point moja ambayo imetuweka salama zaidi, so tumekuja Mwanza kwa ajili ya kumaliza ligi. of course ni mchezo kama michezo mingine, bado ligi haijakwisha, so tunategemea kumaliza ligi tukiwa very strong. Na nafikiri tutaingia uwanjani tukiwa vizuri, na wachezaji wakiwa vizuri mentally, physically na kwenye aspect zote za mchezo. Um, kuhusu umuhimu wa mchezo au chochote ambacho kita by product ya mchezo huu ni kwamba Of course uh, sisi malengo yetu tumalize kwa nafasi za juu whatever tutakavyoweza, sio? So lengo letu sisi ni 3 points kwenye mchezo, na tukipata the 3 points, maana yake tuna uwezo kumaliza mpaka nafasi ya tano, sio? Kwa namna msimamo ulivyo, kwa hiyo so, tu give uh, best kuweza kumaliza nafasi za juu kadri tunavyoweza. team bila fans sio team, sio? Kwa hiyo na washukuru, lakini pia niwaite tu wa, waje kwa wingi kwenye mchezo wa kesho kwa sababu utakuwa ni mchezo wetu wa mwisho wa ligi, na tuta display the best tutakachokuwa nacho uwanjani. Tutawapa game nzuri washuhudie, mchezo waje washuhudie. Mpaka sasa hivi vyote ambavyo tumeelekezwa na walimu wetu na benchi yetu la ufundi tumejiandaa vizuri, tumeapokea kwa ufasaha. Kwa hiyo kilichobakia ni jukumu letu sisi kuweza kupambana hiyo katika mchezo wa kesho dhidi ya Pamba, na matumaini yetu makubwa kama wachezaji ni kuweza kuibuka na pointi tatu muhimu yeah.